Maneno ya kuambiwa watu waongo, wamekuja na viatu hapa, kumbe viatu umeibiwa huko, umechukuliwa simu afu najifanya mke wangu nilikaba, kumbe wewe umeshindwa kulipa hela, si ndio hii? <laughs> Kumbe unamsemia ule mpiga mikelele, kwa hiyo endo mkewe dada ndoa imekushinda, na ndio maana huyo mume wako akaja kwangu. Mimi nipo kwa ajili ya kuburudisha watu, nipo kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kama nyinyi msiojua namna gani mnaweza mkamdhibiti mume. Upo alafu, kama ni mume mume kwako wewe, kwangu mimi bwana, si unaelewa, yani mchepuko. Alafu mtam hataip tukamtupe, nani atajua kama sisi ndio tunahusika na kifo chake? Tumbebe, tumweke kwenye buti ya gari lako, tukamtupe huko.